Bro, kwenye mandate ya leo tunajiuliza mbona, ma bro, mbona vijana tutaki kujisisha kwenye ndoa? Yeah. Tafuta mtu bwana, tafuta mtu anakupenda hata eh, eh, eh, hey. Yeah. Yes. Ngoma kubwa pale inashuka kutoka kwa majirani wetu Tanzania naye Platinum Diamond.

Hebu kwanza nipige, nichangie hiyo mata ya kwanza. Hello. Yes, yes, yes. Ah, niko poa. Bwana mimi nimekaa hapo tu hapo nimetulia hapo tu bwana pana. Nimesikia hapa iletiwa bwana ndugu yangu pana. Naona mmeshikisha. Na kwanza hiyo hiyo muziki ya Diamond pana imepiga vizuri mpaka sikio langu bwana, imepoa kidogo. Bwana, na nasikia hiyo hiyo nimesikia hiyo mata yenu vizuri bwana, ndugu yangu pana. Lakini sisi vijana hatutaki kuoa kwa sababu gani? Mimi sasa hii sasa hii bwana, mimi nikioa sasa hii. Sitashipa. Hiyo ndio ukweli. Sitashipa. Nikioa sasa hii